Mwigulu Lameck Nchemba Madelu, jina lililopanda kutoka vumbi la kijijini Makunda, mkoani Singida, hadi kilele cha madaraka serikalini. Ni hadithi ya kijana aliyeanza maisha kichunga ng'ombe nyikani, sasa anakuwa waziri mkuu mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu twende wote hadi tamati. Mimi ni Mike Kontakandi, ukiniita nitaitika. Daktari Mwigulu Nchemba ana umri wa miaka 50 na uteuzi wake ambao umefanyika Novemba 13 mwaka huu umetikisa anga la siasa za Tanzania. Tangazo la uteuzi wake lilitolewa bungeni jijini Dodoma, kisha wabunge wakampa baraka kwa kishindo kwa kura 369 za ndio kati ya 371. Ni kura zilizosema mengi kuliko maneno: imani, heshima na matumaini mapya. Daktari Mwigulu alizaliwa katika familia yenye maisha ya kawaida kijijini makunda mnamo mwezi januari mwaka 1975 akiwa kijana kazi yake ilikuwa ni kuchunga ng'ombe maisha ya jua kali vumbi na ndoto zisizokuwa na hakika lakini ndoto yake haikufa alisoma shule ya msingi makunda mnamo mwaka 1987 hadi 1993 akaendelea iliboru sekondari arusha ngazi ya olive kisha Mazengo sekondari Dodoma kwa kidato cha tano na sita. Baada ya hapo akaingia chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM, akaitim shahada ya uzamili ya uchumi mwaka 2006 na, na hatimaye uzamivu PhD katika uchumi chuoni hapo mwaka 2018. Mimi umaskini wa Tanzania sijausoma kwenye kitabu, nimeuishi, meuishi, aliwahi kusema bungeni. Unaenda kuchunga ukirudi nyumba nzima inavuja, natambua maisha haya. Maneno haya hayakuwa maneno tu, yaliyokuwa kumbukumbu za damu na jasho. Mwigulu alianza kung'aa kisiasa mnamo mwaka elfu mbili na kumi aliposhinda ubunge wa jimbo la Iramba magharibi kupitia chama cha mapinduzi CCM. Alichukuliwa kama kijana mwenye nidhamu na misimamo, na haraka akaaminiwa kushika nyadhifa kubwa ndani ya serikali na chama. Alianza kama naibu waziri wa fedha chini ya Rais Jakaya Mrisho Kikwete. Mwaka 2015 Rais Daktari John Pombe Magufuli akamteua kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi na baadaye waziri wa mambo ya ndani ya nchi mwaka 2016. Lakini safari hiyo haikuwa tambarare kamwe. Mnamo mwaka 2018, Rais John Pombe Magufuli alimtengua Mwigulu kutoka wadhifa wa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Rais alisema kulikuwa na changamoto katika wizara hiyo, ikiwemo matumizi yasiyo mazuri ya fedha na kasoro katika baadhi ya mikataba. Aidha, alimkosoa kwa kutumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii badala ya kusimamia masuala ya ajali za barabarani na nidhamu ya askari. Kwa wengi, wakati huo ungekuwa mwisho wa kisiasa kwao, lakini kwa Mwigulu ulikuwa mwanzo wa ukurasa mpya. Alikaa kimya, akajifunza, akitafakari, na muda ukamrudisha tena kwenye ramani. Kwani mwaka 2021 Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alimrejesha serikalini kama waziri wa fedha, akimpa nafasi ya kuonesha upeo wake wa kiuchumi. Ndipo taifa likaanza kushuhudia Mwigulu mpya, mtulivu, makini na mnyenyekevu zaidi, lakini mwenye maono makubwa. Kauli yake moja maarufu aliyoitoa mwaka 2021 wakati akiwasilisha bajeti ya serikali, baada ya kuulizwa kuhusu kodi kwenye miamala ya simu, alisisitiza sheria ikishapitishwa haina budi kutekelezwa. Kama mtu anaona afadhali kuhamia Burundi, basi aende tu. Maneno hayo yalitikisa mitandao ya kijamii na kuibua mjadala mkubwa, yakimpa taswira ya kiongozi anayeamini kwenye nidhamu na uthabiti wa kisheria, asiyeogopa kupingwa. Mwigulu anaonekana mara nyingi akiwa amevalia skafu yenye rangi ya bendera ya taifa, ishara ya uzalendo usio na kificho amejijengea sifa ya kusaidia vijana kupitia elimu, akiamini elimu ndiyo tiketi ya kutoka kwenye umaskini. Ni mtu anayejali kanuni, anayechukia ubabaishaji na anayependa kusema ukweli bila kujificha nyuma ya maneno mazuri. Wakati rais Daktari Samia Suluhu Hassan akijiandaa kumteua waziri mkuu mpya Majina yaliyotajwa na wengi zaidi yalikuwa Dr. Tulia Ackson, Profesa Kitila Mkumbo, daktari Doto Biteko na Pomakonda. Lakini pale majina yalipopangwa mezani, rais alichagua jina lililosikika kwa sauti tulivu lenye mizizi mirefu, Mwigulu Nchemba. Wengi walishangaa, lakini wachache waliotambua historia yake walitabasamu. Walijua mwanzo mpya unakuja. Baada ya kuthibitishwa Nchemba alitoa hotuba iliyogusa hisia za Watanzania akisema, natambua ukubwa wa kazi iliyo mbele yetu, kazi kubwa kwa watanzania wote, alisema kwa sauti ya kujenga matumaini, akiongeza, watanzania wote watasikilizwa katika ofisi za umma, nitakuja na fyekeo na rato, wavivu wote wazembe wote ndani ya ofisi za umma, nitakuja na fyekeo na rato. Kauli hiyo ililipuka kwa makofi bungeni ilikuwa kama tangazo la mapinduzi ya utendaji serikalini. Kisha kaongeza kwa unyenyekevu wa kipekee, bila amani haya yote hayawezi kufikiwa, tumtangulize Mungu. Novemba 13, 2025 Tanzania imemshuhudia Daktari Mwigulu Nchemba Madelu akithibitishwa na bunge kuwa waziri mkuu wa 12 wa taifa hili. Safari yake inajumuisha majina makubwa yaliyomtangulia akiwemo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyeongoza kuanzia mwaka 1960 hadi sitini na mbili. Rashidi Kawawa mwaka 1962 na, na tena mwaka 1972 hadi sabini na saba. Edward Moringe Sokoine 1977 hadi 1980 na mwaka 1983 hadi 1984 na David Msuya mwaka 1980 hadi 1983 na tena mwaka 1994 hadi mwaka 1995. Wengine ni Salim Ahmed Salim 1984 hadi 1985, Joseph Sinde Warioba mwaka 1985 hadi 1990. John Malesela mwaka 1990 hadi 1994, Frederick Somaya mwaka 1995 hadi 2005, Edward Lowassa 2005 hadi 2008, Mizengo Pinda 2008 hadi 2015, na Kassim Majaliwa 2015 hadi 2025. Hii inaongeza sura mpya yenye mafundisho kwamba ndoto hazifi, zinavumilia upepo wa mashaka; kwamba mchungaji wa nyikani wa jana anaweza kuwa kiongozi wa taifa wa kesho, na kwamba Tanzania bado inatoa hadithi za kweli za matumaini leo kutoka kwenye majani ya malisho ya makunda hadi meza ya Baraza la Mawaziri, Mwigulu Nchemba amethibitisha kwamba mafanikio si bahati, ni matokeo ya jasho, nidhamu na imani. Kutoka kuchunga ng'ombe hadi kuiongoza serikali, huu ndio ushahidi kwamba Mungu hubariki juhudi na Tanzania bado ni nchi ya ndoto zinazotimia. Mike Kontakandi ni jina langu, ukiniita nitaitika.